Akizungumza katika hafla ya makabidhiano ya ofisi amesema ya matarajio yake ni kuona wizara hiyo itaendelea na utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo na kuhakikisha wanafikia malengo ya wa serikali katika kuwahudumia wananchi. Afikika itaendelea kufikika, ili tuone kila kinachotakiwa kufanyika na maendeleo ya wizara yetu hii yaweze kufikiwa. Niombe mashirikiano yenu makubwa sana. Roho yangu inaniambia nimeenyejika, kwa sababu sijatoka kwenye kaliba nyingine. Nimetoka kwenye kaliba hii ya Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Waziri wa sasa wa uchumi wa buluu na uvuvi, Mheshimiwa Masoud Ali Mohammed, ambaye awali aliongoza wizara hiyo, amesema ataendelea kutoa ushirikiano wakati wowote wa kwani serikali inafanya kazi kwa kutegemeana katika kufikia malengo. Katika kipindi changu cha miaka mitano hapa tumelipa mashirikiano makubwa sana, tumefanya kazi kwa pamoja, na kimsingi yote yaliyopatikana wala haikuwa kwa sababu ya waziri, yalikuwa ni kwa ajili yetu sote. Patieni mashirikiano yasiyokuwa na mipaka, Mheshimiwa waziri wetu, Mwamini tu, mafanikio yatakayotokana na wizara hii hayatakuwa ya watu peke yake, yatakuwa ni ya wizara nzima. Naye katibu mkuu wa ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalumu za SMZ Isa Mahfud Haji amesema wizara ina imani kubwa ya kuendelea kutekeleza majukumu yao kupitia viongozi wao. Tutakuwa tunajuzana le mengine ambayo kuyafahamu, lakini all unayafahamu kwa sababu wewe ni part and yetu sisi. Tunafurahi kwamba katoka mtu kwenye taasisi ambayo iko kwetu sisi na kila kitu anakifahamu na sisi wenyewe binafsi, Hailapongwa unatufahamu. Hailapongwa wa ZBC.